msikilizaji jumatano ya jumaa hili mei 28 dunia itaadhimisha siku ya njaa ulimwenguni siku hii ikilenga kutoa hamasa na kuchochea hatua kuchukuliwa ili kumaliza njaa duniani lengo nambari mbili la malengo ya maendeleo endelevu ya umoja wa mataifa linaangazia kumaliza njaa kufikia mwaka elfu mbili thelathini na kulingana na ripoti ya kimataifa ya mwaka elfu mbili ishirini na tano kuhusu migogoro ya chakula zaidi ya watu milioni mia mbili tisini na tano nukta tatu katika nchi 53 wanakabiliwa na hali mbaya ya ukosefu wa usalama wa chakula. Ripoti hiyo aidha imebainisha kuwa zaidi ya watu milioni 295 walikabiliwa na njaa kali mwaka uliopita, hali hii ikitajwa kuchochewa na mizozo, mabadiliko ya tabia nchi na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa. Lakini maadhimisho haya yanapokwenda kufanyika, je, dunia iko katika njia sahihi kutimiza lengo la kumaliza njaa kufikia mwaka 2030? Kwenye laini ya simu nimemwalika Daktari Christopher ni mtafiti mkuu katika kitengo cha mpango wa chakula katika shirika la World Resources Institute. Daktari, mwanzo tuzungumzie hatua zilizopigwa kukabili changamoto ya njaa hasa katika mataifa ya Afrika. Ningesema kwamba mataifa ya Afrika ya ulimwengu kwanza yamepiga hatua, lakini ile hatua tunapiga sio kwa mwendo ambao tunatarajia ili tuweze kufikia lengo letu mwaka wa elfu mbili eh, thelathini. Hasa suala la kufikia hilo lengo katika nchi za mataifa ya Afrika eh, imekuwa changamoto tuingawaje, serikali zimeweka sera hapa na pale kuhakikisha kwamba eh, kuna msukumo eh, tuweze kufikia lile lengo, lakini tunapoongea ni kwamba bado bado kuna watu wengi ambao huenda kulala bila chakula. Kwa mfano, katika ulimwengu sasa ni kama milioni mia saba na hamsini na hawa ni watu wengi. Na kila mmoja wa watu hawa ni Waafrika kumaanisha kwamba milioni mia mbili hamsini ya Waafrika kila siku wanaenda kulala bila chakula. Unaona kwamba tuko na miaka kama sasa, miaka tano hivi imebaki na ni, ni changamoto bado, hatujafikia hatuoni tukifikia lile lengo. Na labda hili lengo nambari mbili la maendeleo endelevu ambalo linalenga kumaliza njaa kufikia mwaka wa elfu mbili thelathini unadhani dunia ipo kwenye njia sahihi kutimiza E, naweza kusema kwamba kuna mikakati ambayo e, nchi zimeweka lakini kusema ukweli, ni vigumu kutarajia kwamba tutaweza kufikia ile lengo kwa e, ya miaka mitano ambayo tunangojea ndio kufike elfu mbili thelathini. Lakini nini imekuwa changamoto kuu ambayo inaweza kusababisha dunia kukosa kufikia lengo hili la kumaliza njaa kufikia mwaka wa elfu mbili thelathini? Kwanza kabisa kuna mambo matatu e, la kwanza ni mabadiliko ya tabia nchi ile kwa kimao tunaita climate change eh, e, kwamba miaka kama mi, miwili mitatu iliyopita, kwa, kwa mfano kumekuwa na ukame mkubwa zaidi, na wakati ambapo hakuna ukame upande mwingine kunakuwa na mafuriko, kwamba mabadiliko ya tabia nchi imekuwa ni changamoto kubwa e, ambalo limeleta limepunguza ule uzalishaji wa chakula, na pili kumekuwa na mvunjiko katika ule msururu wa dhamani e, wa, wa, wa chakula. Na jambo la pili ambalo lingesema lina tupiga teke kidogo ni jambo la mizozano ama migogoro katika nchi zetu za Afrika kwamba mara nyingi muda tunatumia katika kutatua ile mizozo badala ya wa kuwashirikisha wakulima katika uzalishaji wa chakula na hilo limekuwa ni changamoto kubwa katika baadhi ya nchi zetu e, ndani ya Afrika na wakati huu ambapo kuna changamoto ama mizozano basi pia e, chakula huwa akiwezi kufikia wengine um, na hapo inakuwa ni shida wakati chakula akiwezi kufika e, bei ya chakula pia inapanda hapo imekuwa ni changamoto kubwa sana

Msikilizaji, mbali na mizozo na mabadiliko ya tabianchi, uharibifu na upotevu wa chakula pia unachangia njaa katika mataifa yetu, pale ambapo chakula kinaharibika kabla ya kufika sokoni au kuwafikia watumiaji. Hapa daktari anaeleza namna changamoto hii inaweza kushughulikiwa. Na ni kweli kabisa kwamba e, upotevu wa chakula imekuwa ni changamoto kwamba bado bado e, hatujaweka uh, mikakati kamili ya kuweza kudhibiti hili jambo. Kitu cha kwanza ni kwamba um, kumekuwa na serikali kuchangia kwa katika kuunda sera za eh, kupunguza eh, upotevu wa chakula, lakini hata hivyo sera yenyewe huwa ni sera mpaka wakati eh, tuweke practical action katika kutekeleza ile sera, na ukiangalia katika nchi zetu kuna hali tata katika muundo msingi. Kwa mfano, wakati chakula ni kingi shambani, huwa chakula hakiwezi fika sokoni. Hapo kuna changamoto katika kuhifadhi chakula, kuna changamoto pia lakini pia katika masoko yetu, vile chakula husambazwa kutoka sehemu za ambapo kimezalishwa mpaka hadi ae, sokoni, mahali ambapo tunaweza kuuza ama kinauzwa kile chakula, hapo kuna shida hapo kidogo, ambayo tungeweka bidii zaidi katika kutatua lile tatizo na kuna shida pia katika kujua ni kiwango gani ambacho tunapoteza kwa mfano, kama hatujui ama serikali haijui inapoteza kiwango gani, basi inakuwa ni vigumu kuweka mikakati thabiti na kuweza kufuatilia ile mikakati kuona kwamba imefikia e, lengo ambalo lime uh, serikali imeweka katika kupunguza lile tatizo. Umegusia swala la sera na mataifa yetu kuweka sera ambazo zinaweza kuleta suluhu. Labda kwa nchi za Afrika, je, zimeweka sera na mikakati ya kutosha uh, kusaidia uh, hili tatizo la njaa. Ni nchi kadhaa tu ambazo zimeweka sera, kwa mfano nchi ya Kenya iliweka e, sera e, ya kupunguza upotevu wa chakula mwaka uliopita, e, mwaka wa elfu ishirini ishirini na nne, na bado sasa, unaona hapo tulikuwa tumechelewa kidogo, lakini hata hivyo tumepiga hatua. E, nchi zingine bado hazijaweka ile sera, na ni kwamba ni sikitisho kwamba pia sioni e, kwa mfano katika ile kongamano la mataifa ya Afrika bado kuna msukumo fulani lakini mataifa bado hawajaweka, hawajatoa ripoti vizuri kama yameweka sera ama bado sera hazipo. Na daktari, labda ni vipi kilimo endelevu kinaweza kusaidia kukabili changamoto ya njaa katika mataifa yetu? Kwanza kabisa ningesema ni ni wajibu wa kila mtu eh, kuhakikisha kwamba tumezalisha chakula cha kutosha. Na ni kweli kabisa, ile njia ama ule mwelekeo tunachukua sasa ni kwamba wakulima wafuate eh, kilimo endelevu kwa sababu tunaona kwamba njia ambayo tumechukua e, miaka iliyopita haiwezi kudhibiti uzalishaji wa chakula vizuri, na kwa hivyo kwa wakulima kuna ili suala la kuwapa elimu ambayo inatosha, kuwapa ile extension ambayo inatosha, waweze kujua ni mbinu gani ambazo wanaweza kutumia wakati huu e, kama kukuza e, mimea ambayo inaweza kudhibiti e, ukame na njia zingine ambazo zinaweza eh, kurejesha kwa mfano eh, tunaita mvuno wa kilimo rejeshi kwamba eh, inatengeza ama inarejesha hali ile ya mchanga na pia inapunguza eh, uharibifu wa, wa maji na kadhalika. Kwa hivyo, hapo tunahitaji kwamba kuweka mikakati ya kuwaelimisha wakulima vizuri, lakini pia kuweka sera ambayo inaweza kuwapa support katika hali ya kifedha na, na pia katika mbinu za hivi sasa ambayo niliko kimombo tunasema ni innovation. Katika maadhimisho haya ya kuangazia siku ya kimataifa ya njaa duniani sasa, mataifa yetu ya Afrika yanawezaje kushughulikia hili tatizo la njaa ili kwamba tunafikia hili lengo la mwaka wa e, elfu mbili thelathini. Ningesema hivi kwamba tushirikishe kila mmoja wote, wandogo, wakulima wandogo, e, biashara ndogondogo, tushirikishe kila mtu katika e, kuelimisha na pia katika ku, ile mipango yetu ya kuzalisha vizuri. E, nchi za Afrika vile umesema um, zina, e, ziko na tatizo lakini kuna nafasi ya kupindua e, ule mvuma ambao tunafuata saa hii, tuweze kuzalisha chakula cha kutosha. Kuelekea maadhimisho ya siku ya njaa duniani Mei 20, kama ambavyo Daktari Christopher Mtungi ameelezea, ni jukumu letu sote kuhakikisha tunachangia katika kutafutia suluhu tatizo la njaa katika mataifa yetu. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kuwa ili tuweze kushughulikia changamoto hii, lazima tuhimize kilimo endelevu kisichoathiri mazingira yetu. Jina langu Minzleti Jai. Kwa heri.